Yes, Zilizobamba kwa wakati huu hapa na tunamkaribisha Abu Yusuf uh, kwa ajili ya kutuletea uh, Zilizobamba kwa wakati huu hapa, Abu Yusuf. Na mwisho wa siku, mm. Rashid akasema ni bora libaki hivyo, Abu Yusuf <laughs> eh, <laughs> kuta Abubakar Yusuf ale, ale Bori Bakiru eh? Mm. <laughs> <laughs> <unaitua> Abuu ambaye kulipa chance kila. Nimesikia sasa hivi unaitwa Abuu Hispania. Eh. Siyo wako. Eh. Ama Nigelio. Eh, Nigelio kwangu. Hai mambo sasa hivi Abuu Hispania. Abuu mu Hispania. Abuu ni mu Hispania. Eh, Abuu ni mu Hispania na wakati huo ambapo Rashid kwa sababu na tunazungumza kuhusiana na maswala mbalimbali hususan namini na katika mitandao ya kijamii mm. mengi ni kuhusiana na pia swala la Aziz mm. Lakini yeah. pia jambo lingine ni kuhusiana pia na jambo ambalo Ahmed kuhusiana na hatima ya Simba, wana Simba wanatamani kujua, uh, hali itakuwaje baada ya mechi ya kwanza kuweza kuchezwa mm. uh, ni maswala ya mitandaoni zaidi kwanza. yeah. Bwana Abuu, mechi wapi wa? mm. Tutaona Ahmed anasema vipi kuhusiana, yeah. na swala hilo ni moja mm. kati ya vitu ambavyo eh, pia amevizungumza um, kuzungumza hilo na, najua yes. mitandao ya kijamii mm. ina nguvu kwa sababu mm. chochote kinachotokea, uh, mitandao mm. inasubiri hii hapa mm. kwamba kije tuweze kukiandika kukiona, kuki yeah. na kukiona sasa, sasa kwenye ah, alo Abu, tunategemea kupata vitu vingi by the way, kwa sababu mm. tuna mastori mo mm. eh, tuna Kenya kuna la liga eh, tuna <Syria laughs> <Ars>. Ay, uh, ulajua, unajua wakati unamwita Abuu muhispanyola <laughs> <laughs> kuna kitu nitaka nidondosha ni <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> unajua uwanja aliyokwenda kukanyaga yeye jana, kama kuna mtu sikia <laughs> kama kuna mtu aliona ali Villarreal <laughs> mm. ya elfu mbili na sita lakini sena kocha eh, el ingeniero kocha, kocha Manuel mm. Pellegrini, Marcos mm -hmm. Senna chini, Juan Roman Riquelme <laughs> juu eh, Diego Forlan. Huyu mwamba akaenda kukutana na ule mchanga ambao Diego Forlan alikuwa alikosa dhidi ya Lehmann. Karibu sana, Abu tuanze. Shukrani sana na kabla hatujaanza kuangalia basi ambacho alikiuliza Parashid kuhusiana na hatima ya uwanja kwa vipi. Hem, tu mtazame hapa Shomari Kapombe, moja kati ya manahodha wa klabu ya Simba mara baada ya mchezo ule wa juzi huko ugenini lakini alizungumza nini eh, kuelekea mchezo wa marudiano. Tumsikize kwa ufupi kabisa hapa, Shomary Kapombe, show me the way akizungumza. Uh, mi naweza kusema kwamba eh, binafsi tunajua mpaka sasa hivi eh, tuko nyuma ya, ya goli mbili kwa hiyo, tuna mzigo na tuna kazi ngumu ya kuweza kuweza kufunga kwanza goli mbili, alafu na kutafuta lingine la, la, la ushindi. Kwa hiyo kwa nyumbani, naweza kusema kwamba sisi tunaenda kujiandaa, e, tunaacha benchi letu la ufundi liweza kutuandaa vizuri kuelekea katika mchezo huo, lakini tisa kumi, mimi naomba mashabiki wengi wanachama wote wa Simba wa Tanzania wote kwa ujumla waweze kujitokeza kwa wingi, kwa sababu kama ilivyokuwa katika mchezo huu support walopata wao na sisi tunahitaji zaidi ya support walopata wao. Kwa hiyo na imani wanachama na mashabiki wote e, wa Simba waliokuwa Tanzania na nje ya Tanzania wakiweza kujitokeza kwa wingi kwa support yao waweze kutupa, ili kutupa nguvu zaidi ya kuweza kupata ushindi katika mchezo wa nyumbani. Bingwa unabaki nyumbani. Sisi hii tunachukua asema, hii tunachukua

viongozi wao bado wanaendelea kupambana eh, kwa ajili ya kuhakikisha kwamba Simba inapata haipati. Uh, wanasema kwamba inapotokea mabadiliko kama haya mm, e, eh, unatokea upambane pia kuhakikisha kwamba inakuwa yana athari ndogo kwa upande wako. Ndio kitu ambacho anasema viongozi pamoja na viongozi wa Simba wanapambana kuhakikisha kwamba wanaweza kupata majibu eh, sahihi kwa ajili ya kuwapa wanachama wao eh, katika siku hizi mbili ambazo zinakuja. Kwa hivyo wanawaomba wana Simba waendelee kuwa watulivu kwa kipindi hicho, e, watafahamu mustakabali wa mechi inayofuata. Hata hivyo maandalizi ya kum uh, kumtapisha Barkana <laughs> yanaendelea kama kawaida, na watabeba iwe chini ya bahari iwe porini au iwe juu ya mlima popote wao watabeba. Mm, da, ni jambo mm. jema, lakini pia uh, nafikiri pia mwisho wa siku pia na mashabiki kuweza kufahamu Yeah. Kwa mapema kama ni kujiandaa, unajua kama chochote kingine kinatokea, unavuka wa... eh? maji si ndiyo u... mm. Nasema hiyo ndiki kujiandaa kwamba kwamba nao hili unajua na wakafu Yes. Yeah. na unajua wametutindisha wa kama nchi ukilisoma, unaona hata hata hata Kenya imeshindikana kucheza fainali, wamewapa option, nendeni mkacheze lakini mfunge Tanzania Yanga Afrika ni Simba za finali za kwanza Kenya. Kitu ambacho hakiwezekani. Kwa hiyo acha wapambane tuone itakuwa vipi. Mm. Kipigwe kipigwe pale Benjamini pale. Kokote takapopigwa Simba eh? Kiamua kutana au matokeo wana uwezo wa kufanya hivyo. Kwa nini shindikane? Yeah. E, Simona Fandu alisema hata mm. mm. kama akisema kwamba hata turudiane hapa hapa second league hiyo Simba ndio mwenyeji siku ile dhidi ya Belkana. Alisema, mm. alisema. Yeah. tupo, we are ready. Ubaya ubwela kabalizi. Sabuni, yeah, ni, ni, au, ni, au, au, na jokazi yao hiyo. Algeria. <laughs> Tukihama hapo moja kwa moja basi tumwangalie rais wa klabu ya Yanga mara baada ya mchezo wa jana ambapo uh, Yanga walikuwa wakipepetana na JKT katika nusu fainali ya kombe la CRDB Bank Federation Cup. Hiki uh, ndicho ambacho alikiandika, sema akimshukuru Mwenyezi Mungu lakini akiandika kwamba <laughs> Yanga hii ni bila shaka ni Yanga afa katoa moja sawa sawa na Yanga mbili. Sio, kwa na maanisha nini hizi hesabu? Sawa, huyo ni Hersi Said, rais wa Yanga. Toke hapo tumwangalia rais mwenzake uh, wa klabu ya JKT. Naye alikuwa na maelezo mengi kweli kweli, lakini kubwa alikuwa akiwashukuru wanajeshi wake hao. Huyu sio rais, huyu ni CEO mtendaji, ni mtendaji. Kwa hiyo Bin Kazumari anakuambia kwamba uh, moja kati ya project ambayo anaiona inaenda kufanya vizuri msimu ujao ni hawa wachezaji wao, wachezaji wapanga mpaka sasa Mm. Mm. Sawa, Jimejari Saidi huyo akiandika hivyo. Tutoke hapo tuangalie nyingine ambayo tumekuandalia hapo kwa haraka haraka katika kurasa za mitandao ya kijamii. Inatoka wapi? Tutakuja kuangalia hapa ni kurasa rasmi wa Sofa Paka kule X, barabara ya kushinda mabao saba. Mkao mnazungumza hapa dhidi ya Tusker. Eh, wenyewe wanakuambia kwamba tumewapiga wiki, yani Jumatatu. Ana Kenya wana nguvu bwana. Alafu wanapiga. Yaani tuliwapiga wiki ndani ya Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, <laughs> Friday, vuzho. Saturday. Nakwambia, hata hatukuwapiga sana

ubingwa wa e, wa FKF <laughs> bara FKF ni ya moto e, na mechi zimebaki chache tu. AS <laughs> Roma hey, mm. jana walimwaga kwa mara uh, nyingine mm. ya Claudio Ranieri mm. akiondoka kwenye klabu hiyo lakini kubwa kabisa ambacho wamekifanya ni kuhakikisha kwamba wanarudi katika ramani zile za Euro ama mm. za Europa ama za UEFA. Vyovyote vile itakavyokuwa katika mchezo wa mwisho, kumbuka mm. kuna mechi, ta, eh, mechi tatu mechi Lazio lakini, wow, Roma, Juventus hiyo, eh, ya Lazio, lakini wao wenyewe Roma pamoja na Juventus wanapambania nafasi hiyo ya nne na ya tano itakuwaje eh? Tutaangalia. Mzee anarudi tena kupumzika mm. Mm. Lakinialishwalimtoa kmzikakama Louis van Gaal alivyowahi kufanya, lakini futiboli bwana, futiboli kama wanasema nini? Kama saa sasa imetosha, atapumzika. Imetosha bwana Ferguson, nikaweza Kazeeka Fegi, kazeeka kwa sababu Egi nimeona wakati anaenda kumpokea Ferdinand mm. Unamuona kabisa yeah. Anatetemeka ah, ni na ka, ka, ngumu. Hata mkewe Kathy alikuwa anamwambia, Keti alikuwa anamwambia utapumzika, utaweza, akaweza, akaweza. Kwa hiyo inawezekana pia. Sawa, tukimaliza sasa kwa wale ambao tumekukusanyia mitandaoni. E, tuangalie mi, kawaida huwa na kuacha na banta, watoto wa mjini wanaita banta za mpira hizi mm -hmm. E, tulikuwa na Arsenal last time ama mwisho mara, uh, mwisho tumekutana mm -hmm. na muda huu ni wakati wa Manchester United kujiuliza, uh, kwa msimu huu, angalia wachezaji ambao wameondoka na wameacha, uh, mm -hmm. kwa masei mfungaji bora wa uh, tuseme wametaya mfungaji mm -hmm. bora mwenza mm -hmm. wa Liga ama League 1 Mason ngi nako, Mason eh, Greenwood mm, ana ana ana bonda, anafanya vizuri naye ana bonda nizuri, na, Wan Bissaka ni mchezaji bora wa The Hammers msimu yeah, huu. Mwafrika huyo <laughs> mkongomani mpya eh, <laughs> <laughs> mkongomani mpya, <laughs> mkongomani mpya. <laughs> mpya. Yeah. ni mchezaji bora wa West Ham msimu huu na wamemtangaza jana mm, lakini ukija kwa upande uh, au ndo kauwashe upande wa, wa, wa, wa, wa Betis Anton. Eh, Anton anafanya vizuri na amewaweka katika nafasi nzuri, wamerudi katika ramani eh, za ushindi, sio tuka, tukafanya vizuri Abu za... kwenye mechi za Real mm. Betis mechi ambazo Anton kashiriki Real Betis wameshinda kwa asilimia 95, afu mani huo likuonekana wa... ana zunguaungua na mpira tu kama itoshi mm. eh, tri marasia ameshinda na PSV ni bingwa. Scott McTominay naye anaelekea ubingwa na Napoli <laughs> na wachezaji wengine ambao wote Manchester United. Sasa sibe kuaje? Manchester United nao wapo katika fainali tutaona, hiyo tarehe ishirini na moja itakuwaje? Mimi ni Abu Yusuph, jamani, shukrani sana, naamini pia zawadi za Moroko nayo umepata, tunasubiri kutoka kwa Abu Yusuph mm. amepita wa... so, uh, uh, <laughs> uh, hapa na mdodosa kidogo, amepata zawadi kutoka kwa swahiba wake Ali Bakari Mufti kutoka Moroko ama kwa... lakini...